Mudi. Mudi fungua mlango nakusikia uko ndani. Mudi nakuona Mudi. Naona unapendeza pendeza tu kwa nguo za mkopo. Please. Nataka pesa zangu, kaka. Halo, Mudi. Naomba nisaidie, ndugu yangu, yule dada anayemdai yuko hapa nyumbani na yuko na kijiji, naomba niokoe, nisaidie ndugu yangu. Nimekukanya muda mrefu kuhusu madeni, basi download NBC Kiganjani. Fungua account, nikutumie hiyo hela faster. Ya, faidi urahisi wa kufungua kaunti kupata mkopo wa haraka na kufanya miamala papo hapo kwenye simu yako. Piga nyota 150 nyota 55 alama ya reli au pakua app ya NBC Kiganjani ukigusa tu. NBC daima karibu nawe.